Kuelekea kwenye usaili wa jeshi la zimamoto na uokoaji, kuna vyakula unabidi uviepuke kwa sababu vinaweza kukufanya wewe ukafeli usaili, lakini kuna vyakula pia unabidi uvizingatie, vinaweza kukusaidia katika usaili wako wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Epuka vyakula hivi kuelekea kwenye usaili au ukiwa ndani ya usaili wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Namba moja, epuka soda. Namba mbili, epuka vyakula vya sukari nyingi. Hapa naongelea vitu kama ice cream. Namba tatu, epuka pombe. Namba nne, vyakula vizito usiku kuamkia usaili, mfano kama nyama nyingi, pilau, zinaweza kukufanya ujisikie mzembe. Usile sana. Namba tano, epuka chipsi. Zingatia vyakula vifuatavyo au mlo ufuatao: kunywa maji mengi ili mwili usikauke. Kunywa juisi ya asili kama vile juisi za matunda, juisi ya miwa. Vyakula vya kuongeza umakini na nguvu za akili, hapa naongelea kama vile samaki, dagaa, sato, sangara lakini zingatia kula mayai. Mayai husaidia kuboresha kumbukumbu na fahamu. Kula matunda na mboga mboga kama vile machungwa, embe, parachichi. Kula viazi vitamu, lakini kula kuku wa kienyeji. Kula ndizi za kupika, lakini kula ugali wa dona. Hakikisha unakula vyakula ambavyo vitakupa nguvu na stamina, lakini vyakula ambavyo vitakuongezea umakini na nguvu za akili. Ni kutakie usaili mwema, lakini share video hii kwa watu wako wa karibu.